Yes, kutoka Marafiki Station wako Sha Zidon. Leo niko na kitu ambacho nataka nikufundishe. Nini tofauti ya simu tunavyoona? iPhone hizi zinatoka generation tofauti tofauti. Mara imetoka iPhone hii, mara imetoka iPhone hii. Tofauti yake kubwa inakuwa ni nini? Au kitu gani kinaweza kukufanya wewe wewe uko na iPhone labda, uko na iPhone yako five au uko na iPhone yako six, seven, eight, au eleven, au kuendelea uko tenis sijui x mama x x max sijui manini au 14 pro. Kitu gani kinafanya kiwe tofauti ambacho kina kinaweza kukushawishi wewe sasa ununue simu nyingine, au upande ngazi kutoka simu moja kwenda simu nyingine? Leo hapa niko na 7 nyeupe, niko na 7 plus nyeupe, ila pia niko na iPhone 10 nyeusi. Nataka tu nikuonyeshe tofauti ya hizi iPhone -i. Hapa tuko na iPhone tunataka tuone tofauti yake ni nini. Cha kwanza kitu nataka tuangalie, kwamba cha kwanza tu hata HD ya vioo tunaona ni tofauti hapo. Tukiangalia kwa haraka haraka HD ya vioo ziko tofauti, labda tujaribu kufanya kitu kimoja. Tunaongeza mwanga, tunaongeza mwanga, tunaongeza mwanga mpaka mwisho. Ila pia tofauti nyingine, hata uongezaji wa mwanga hii hizi tunasaidi kwa juu ii matoleo ya zamani yote tunasaidi kwa juu, ila pia tukija kwenye kuanzia X yote tunashusha kwa, tunashusha kwa chini, tunapandisha zote mwanga mpaka mwisho. Haya, tukitaka kutoka zote tunagusa tu sehemu yote, tunarudi. Kwa hiyo tunaweza kuona jinsi gani vio viko HD. Kwa hiyo unaweza kuona kio kipi hapo kati ya hivyo viko HD mwenyewe, moja kwa moja tayari utakuwa umepata jibu kwamba ni kio fulani kiko HD 100% ila kio gani cha simu ipi kiko HD zaidi? Jibu na kuachia wewe, kwa sababu mimi kazi yangu ni kukufanyia vitendo tu, wewe utakuwa unapata majibu mwenyewe. Kwa kitu cha kwanza, wame upgrade UHD wa VO, quality ya vioo. Kwa hiyo tunazungumzia kutoka kwenye hizi, labda zilikuwa 3D 2G 2D, lakini sasa hivi tunaona kwamba HD iko inafu ni 4K kabisa. Tunasema transparent kwamba unaweza kaangalia picha kwenye quality au bora ambao ulikuwa umetarajia kitu kingine. Labda tujaribu kuangalia operating system kwamba hizo zote ziko ufasta wake uko sawa, ufasta wake uko sawa. Haya, labda tuanze kama hii, tunaanza na iPhone 7. iPhone 7, tuanze kama vile maybe, tunaingia kwenye tuingie, tuna kwenye setting, tunaingia kwenye setting. Unaweza kuona hii zote zimeingia sawa tu kwenye setting, ila pia tunashuka, tunashuka kwenye, tunashuka kwenye display, tunashuka kwenye display. na hii pia tunashuka kwenye Display. na hii pia tunashuka kwenye display zote tumeweka kwenye display, ila pia unaweza kuona hizi vioo viko tofauti, hizi vioo viko tofauti. Unakuta hii ni seven na hii ni seven, lakini kala ziko tofauti. Unaweza ukaona hapo kala ziko tofauti let us tuseti tuseti, maybe kwenye outlook tuweke never afuzeni hapa, tuweke outlook tuweke never afuzeni hapa, tuweke outlook tuweke outlook mm -mm. no no no no. Yes. Hii ina goma kwa sababu tumeweka power save mode, kwa hiyo ngoja tuitoe power save mode. Mod if then, jinsi ya kuitoa power save mode, tunaitoa power save mode and then tunarudi hapa kwenye display kwenye display. Oh, mbona imerudi tena akati tumeweka never shit Mbona inagoma hii, tuweke hii, imekubali neva. Hii nagoma kuweka neva, ngoja turudi, turudi kwenye display tuweke, tuweke neva. Ah, f for... zeni hii nayo tuangalie, shida ni nini, kwa nini nagoma? Tunaweka neva, lakini inarudi kwenye One, turudi kwenye battery, tuje kwenye battery seva afzeni afzeni, tuje tena kwenye display, tuje tena kwenye, tuweke 5 tuone. Ina goma, ina baki kwenye moja, hiyo tuachane nayo. Ok, kitu kingine jinsi ya kutoka Easy hizi za kuanzia X kwenda juu tunaweza kuona kwamba ukitaka kutoka, una uwezo wa kutumia njia ya kupandisha juu tu hivi, unapandisha juu unakuwa umeshatoka. Lakini hizi inatakiwa ukandamizo bonyeze hivyo katikati ndio uweze kutoka. Unaweza kuona namna gani, kuna shughuli. Ila hizi sasa hivi ukiingia kama hivyo, ni unatoka chap kwa haraka, chap kwa haraka, unatoka chap kwa haraka ila pia hizi tunazungumzia, hata ukifanya hivi na hii ukifraidi hivi, unakuta hii iko faster zaidi kuliko hii, iko faster zaidi kuliko hiyo. Unaona kama siuka hiyo, unaweza kuona hii iko faster zaidi kuliko, iko faster zaidi hiyo. Kwa hiyo unakuta hiyo pia prosesa ziko tofauti, unakuta prosesa ya iPhone X kwenda juu ziko kubwa zaidi kwa mfano kama tunakuta prosesa yake ni kumi na moja ila XS ina kumi na mbili XS Max pia. Pia nyepesi zaidi na kupiga simu na ukakata kaa kaa tofauti na simu zingine ambazo nazitumia. Kwa hiyo kipimo cha kwanza kuona prosesa iko bora maana yake ni kupiga simu na kukata mdogo na kata, lakini inakuchelewa kidogo, lakini hii ukiipiga hata end yenyewe huioni, hata end huioni, kwa sababu prosesa ni iko very fast. Yaani kitendo cha kupiga hivyo ukipiga ukikata end yenyewe huioni, lakini hii ukipiga ukikata end unaiona inasubaa kidogo. Sijui kama umegundua kitu hapo. Niko na nyinyi pia. Hii tukipiga ukipiga hivi ta ukipiga uk... unakuta endi, kukata endi. Very fast. Kwa namba moja ukikata kitendo cha ile haraka hadi unakuta ya uioni. Kwa hiyo tunazungumzia processa yake iko kubwa, kwa maana iko very fast. Kwa performance yake inakuwa ni kubwa, kwa sababu processa ni kubwa prosesa tunazungumzia ni uwezo sasa wa kifaa kufanya mambo kwa haraka zaidi, kwamba amekipa uwezo mkubwa zaidi. Kwa tusema kama ni kichwa, basi tunasema kwamba huyu kichwa chake ni genius, kwamba na uwezo wa kufanya vitu vingi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunazungumzia processor ndo hiyo. Kwa hiyo hizo ni tofauti ya iPhone hizi 7 kushuka chini na iPhone X kupanda juu, tofauti yake wameongeza zaidi vio transparent, yani kwamba quality ya vio, HD, wa kio. Ila pia wameongeza na ukubwa wa betri. Kwa maana hiyo ukizungumzia betri za iPhone X kwenda juu, betri wameongeza ukubwa kidogo, zinakuwa ni kubwa kuliko za iPhone 7 au iPhone 4 5 na nini. Ila pia kitu kingine wameongeza ukubwa wa processor. Processor za iPhone X kwenda juu, wameweka processor ni kubwa pia vivo vivo, tunaweza tukaja tukaangalia kwenye kamera, tukaangalia kwenye kamera hapa, nataka tuangalie tuangalie kamera kamera kamera zake, tuone tofauti ya kamera, mimi sina cha kuku nini automatically wewe mwenyewe utakuwa umeshapata jibu automatically. Wewe mwenyewe utakuwa umeshapata jibu kwamba kamera ipi ni bora na ni ipi haiko bora. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia sasa, subscribe Marafiki Station uendelee kujifunza vitu vingi na vingi na vingi na vingi zaidi kupitia channel yetu hii. See you next time, wako Don Class kutoka Marafiki Station.